Ilikuwa ni karibu saa saba mchana masaa ya Ulaya katika Basilika ya Mtakatifu Petro mjini Vatikani, wakati baadhi ya wanawake walisikika wakipaza sauti kwenye vinjia: Papa yuko hapa! Papa yuko hapa! Baada ya mshangao wa Dominika iliyopita, pale ambapo waamini elfu ishirini walikuwa katika Uwanja wa Mtakatifu Petro kwa ajili ya Jubilei ya Wagonjwa na ya Ulimwengu wa Kiafya kwa ghafla walimwona Papa Francisko akiwasili kwenye kiti cha magurudumu ambapo hali hiyo imerudiwa tena mchana wa Alhamisi tarehe 10 Aprili 2025, wakati Papa Francisko alipendelea kutoka nje kidogo katika makazi yake ya Mtakatifu Marta ambapo anaendelea na matibabu yake na kuvuka Mlango wa Maombi ili kwenda kwenye Basilika ya Mtakatifu Petro chini ya dakika kumi za sara ya kimya mbele ya kaburi la Papa Pius wa kumi, papa ambaye amekuwa akisema kuwa alikuwa karibu sana na papa huyo na ambaye pia alikwenda kusali Dominika iliyopita. Ndugu msikilizaji, hata hivyo, dakika chache zilitosha kuwashitua mamia ya watu waliokuwa wamekuja kuhiji katika kanisa kuu la Mtakatifu Petro, ambao walikusanyika kumsalimu papa. Miongoni mwao pia walikuwepo baadhi ya warejeshaji ambao walikuwa na shughuli nyingi wakati huo nyuma ya pazia, kwa kazi za ndani zilizofanywa katika miezi ya hivi karibuni na kiwanda cha Mtakatifu Petro ambao walipeana mikono na Jorge Mario Bergoglio, yani Papa Francisco, watoto kadhaa aliowabariki na makundi yote ya ya maujaji waliokuwa jijini Roma kwa ajili ya Jubilei. Hisia nyingi sana, maono yangu yalififia kutokana na machozi na sikuweza hata kupiga picha, alisema Monsinyo valerio di Palma, mwanasheria wa kanisa la Mtakatifu Petro akielezea vyombo vya habari vya Vatikani. Alikuwa amerudi kwenye sakristia karibu saa sita na dakika hamsini za mchana, kwa hiyo dakika kumi baada alitoka nje akivutiwa na msukosuko huo na kuona kiti cha magurudumu na papa kikisukumwa na Masimiliano Strapet, msaidizi wa afya ya kibinafsi. Papa alipitia mlango wa sala na kisha akaenda kwenye madhabahu ya kiti kitakatifu na hatimaye kwenye kaburi la Mtakatifu Piusi wa Kumi ili kusali. Mwishoni alisalimia watu wachache kwa kadiri alivyoweza. Kwa maelezo ya Monsinyo di Palma, hakuna maneno kutoka kwa Papa Francisco bali ni ishara ishara za ukaribu na upendo kwa wale aliowakuta mbele yake. Wengine hata walijipanga ili kupata muda wa ukaribu na Askofu wa Roma katika wakati huu ambapo kutokana na kutoonekana kwake hadharani kumekuwa nadra sana. Kila mtu alikimbia akijua kuwa Papa amefika. Ghafla Papa Francisko alijionyesha kwa watu akiwa na blanketi ndogo miguuni ili kumkinga na baridi na mirija ya pua za oksijeni. Kwa njia hiyo, hii ilituchochea kumwona hivi akiwa na nguo za kiraia rahisi. Kila mtu alikuwa akilia, watoto wengine walikwenda karibu na Papa. Mwanamke alibarikiwa kwa machozi, kwa sababu ni ishara kwamba amepona. Ndio anateseka, lakini yupo karibu. Kilichonigusa ni macho yake makubwa angavu, mtazamo huu wa kupenya na makini. Hakusema chochote, alisalimia na kubariki. Nilimwambia Baba Mtakatifu, tunakusubiri mapema, urudi hapa tena. Alitabasamu, alisisitiza Monsinyo Di Palma.